Ni hisia nzuri na ya kuvutia kwa sababu uh, kwa mara nyingine tena baada ya kuwa nje ya timu kwa miaka takriban nane, na sasa nimerejea na leo nimekuwa mechi yangu ya mwanzo ya kimashindano na nimeweza kupata nafasi ya kucheza. Uh, jambo kubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kurejea uh, na kupata nafasi ya kucheza, lakini kumbukumbu nzuri, nimerudi kwenye viunga vya nyumbani ambapo mimi nimezaliwa hapa na nimekulia hapa na Manula kajulikana kutokea hapa. Kwa hiyo ni kumbukumbu nzuri, siwezi kuwa na maneno mengi ya kuyaongea kila siku kwa kuwaelezea namna gani ni, nipo na nilivyo. Ikiwa hawanioni uwanjani, namna bora zaidi ya kuwajibu kwamba nipo na naendelea kufanya kazi ni mimi kurejea uwanjani. Kwa hiyo nadhani uh, nafasi ambayo mwalimu amenipa leo ni, ni kile ambacho niliwaambia kwamba wameniona kwa, kwa hiyo nadhani saizi wataamini kwamba Manula yupo na anaendelea na shughuli zake kama kawaida.